Mwaka ni 1950 nchini Brazil. Kijana mdogo anayeitwa Edson Arantes do Nascimento, anayefahamika kama Dico, anaishi maisha ya umasikini mkubwa pamoja na familia yake. Ili kusaidia mama yake kupata riziki, Dico hupiga randa viatu mitaani. Lakini kila anapopata muda, yeye na marafiki zake hucheza kandanda kwa mpira wa kuungaunga uliofumwa kwa nguo zilizoibwa. Katika kipindi hiki Brazil inacheza fainali ya kombe la dunia dhidi ya Uruguay. Mama yake Dico, Celeste, hampendi Dico kucheza mpira. Anaamini mpira hauna maana na anataka Dico aendelee kupiga randa kusaidia familia. Baba yake Dico, Dondinho, aliyekuwa mchezaji wa zamani wa soka, anamuunga mkono kwa siri. Brazil inapoteza mechi hiyo mbili kwa moja kwa Uruguay na Dico anamwahidi baba yake kuwa siku moja atashinda kombe la dunia kwa niaba ya Brazil. Siku moja Dico akiwa na mama yake wakiosha sakafu ya nyumba ya matajiri, anasikia kuwa Waldemar de Brito, mchezaji wa zamani wa Brazil ambaye sasa ni scout wa vipaji, anatafuta vijana wa kujiunga na klabu yake. Ndoto ya Dico ni kuwa kama kipa maarufu anayeitwa Pele. hivyo Marafiki zake huanza kumwita kwa jina hilo la utani, Pele, jina ambalo baadaye linashika. Anapoenda kwenye majaribio ya timu, timu yake inakutana na timu ya watoto wa matajiri inayoongozwa na Jose Altafini Mazola, mtoto wa tajiri anayemnyanyasa Pele. Timu ya Pele haina viatu, hivyo wanajaribu kuuza karanga kuzinunua. Jose anaharibu mpango huo kwa kumvamia Pele. Hata hivyo, rafiki yake mmoja anapata viatu vya zamani na wanacheza mechi. Pele anashindwa vibaya mwanzoni, timu yake ikiwa nyuma sita sifuri, lakini anapoona baba yake Dondinyo kwenye umati wa watazamaji, anaamua kuvua viatu na kucheza peke yake kwa kutumia ginga, mtindo wa soka la mtaani lenye miondoko ya kupendeza. kwa dakika kumi tu anafunga magoli tano, lakini muda unaisha. Umati unamshangilia Pele na de Brito anampa kadi yake ya kumkaribisha kwenye klabu ya Santos. Hata hivyo, mama yake anakataa na kumlazimisha afanye kazi ya usafi hospitalini kama baba yake. Bila matumaini, Pele anakosa furaha. Baba yake anaanza kumfundisha kwa kutumia maembe kama mpira. Miaka inapita na hatimaye mama yake anabadilisha moyo na kumruhusu Pele kujiunga na klabu ya Santos akiwa na miaka 15, lakini huko Pele anakumbana na changamoto za mbinu mpya za mafunzo. Anakosa kujiamini na anakusudia kuondoka. De Brito anamfuata kwenye stesheni ya treni na kumrudisha. Brito anamweleza Pele kuwa soka lilianza kama sanaa ya kijeshi kutoka kwa watumwa wa Kiafrika waliotoroka utumwa wa Wareno. Baada ya utumwa kufutwa sanaa hiyo ilikatazwa na kuhamishiwa katika soka lakini baadaye ikasahaulika. Brito anamtaka Pele aifufue. Katika mechi inayofuata Pele anakaidi maelekezo ya kocha na kucheza kwa ginga akifunga bao la kipekee. Tangu hapo anaendelea kung'ara hadi kufika timu ya wakubwa. Mwaka 1958 Pele na Jose Mazola wanachaguliwa kuiwakilisha Brazil katika Kombe la Dunia nchini Uswidi. Pele ana miaka kumi na sita pekee. Kocha Vicente Fiola hataki ginga, akiihusisha na kushindwa kwa Brazil mwaka 1950. Jose anawakilisha mtindo wa kisasa wa Ulaya. Fiola anamwambia Pele asitumie ginga tena. Katika mechi inayofuata Pele anaivunja ahadi na kurudi kwa ginga, lakini anajiumiza goti. Timu haina muda wa kumbadilisha na daktari hana uhakika kama ataweza kucheza tena. Brazil inapata nafasi ya kushiriki kombe la dunia baada ya Paraguay kujitoka kwenye hatua ya mchujo. mechi ya kwanza ni dhidi ya Austria na Brazil inashinda mbili sifuri. mechi ya pili ni dhidi ya England wanatoka sare ya sifuri sifuri lakini wachezaji watatu muhimu akiwemo Jose wanajeruhiwa. Fiola hana chaguo, analazimika kumchezesha Pele dhidi ya USSR katika mapumziko, wakiwa sare ya moja moja, Pele anamwambia Jose acheze badala yake lakini Jose anakiri kuwa anaogopa na anamhimiza Pele acheze kwa moyo wake. Pele anarudi kwenye ginga na anafunga bao lake la kwanza katika kombe la dunia. Anamaliza kwa hatrick na Brazil inashinda tano moja. Fainali ni dhidi ya wenyeji Uswidi. Kocha wa Uswidi George Ray anaahidi kuwa timu yake itamwangamiza Pele. Anawaeleza wa Brazil kuwa si wa kawaida kwa kuwa ni timu ya watu wa rangi tofauti. Fiola anaamua kuruhusu wachezaji wake kucheza kwa njia yao ya asili. Sweden wanatangulia kwa bao moja. Pele anawaona watazamaji weusi jukwaani na kupata hamasa. Anatumia ginga na kufungua nafasi kwa wenzake kufunga magoli mawili. Timu nzima ya Brazil inaanza kucheza kwa mshikamano, wakitabasamu na kufurahia mchezo. Pele anafunga mabao miwili zaidi na Brazil inashinda tano mbili. Umati unawashangilia wa Brazili kwa heshima. Mwaka 1961, Pele alitangazwa kuwa hazina ya taifa la Brazil. Baadaye alishinda kombe la dunia tena mwaka 1962 na 1970. Alibaki kuwa mchezaji mdogo zaidi kuwahi kushinda kombe la dunia akiwa na umri wa miaka 17 na mchezaji pekee aliyewahi kushinda mataji matatu ya dunia.